zenu ndugu waandishi wa habari, awali ya yote, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema zake ametuwezesha kuamka katika siku ya leo tukiwa na afya njema kabisa. Tunao wenzetu ambao saizi hapo katika hali mbaya, lakini sisi mpaka muda huu tuko vizuri, ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini pia tuwashukuru ninyi waandishi wa habari kwa muda wenu mmekuwa eh, mkifanya kazi kubwa sana ya kutoa habari, hatutu washukuru kwa hilo. Mafanikio ya kila mwana sport yamepitia katika mikono yenu ninyi waandishi wa habari, kazi kubwa mnaifanya kila kukicha. Hata Mafya Boxing Promotion leo hii kufika hapa si kwa nguvu zake, hapana. Lakini pia kuna mchango wenu mkubwa mno, ndio uingiza katikati mpaka leo Mafia Boxing Promotion imeweza kufika hapa ilipo. Kwa hiyo kwa niaba ya kampuni yangu hii, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwenu ninyi kwa kazi kubwa unaofanya ya kuwahabarisha umma. Karibuni sana e, kwenye presi yetu hii na naamini mambo yatakwenda vizuri kabisa. Lakini pembeni nikiwa na kiongozi wangu kaimu mwenyekiti ndugu yangu Jacob, niko naye hapa, nafikiri wengi mnamfahamu, nikuonyesha kwamba pia na wao kwa mstari wa mbele kwenye kusupport eh tasnia yetu hii ya masumbu kwa ujumla. Tuko naye kiongozi hapa, na yeye atapata nafasi ya kuongea machache, nafikiri Watanzania mtamsikiliza kwa makini sana lengo Eh, la kufanya press hii nafikiri ni ule mwendelezo mwendelezo kama ilivyokuwa ada. Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena tunaingia katika msimu wa saba wa knockout ya mama. Tumekuwa na hizi knockout sasa hivi tuko katika msimu wa saba na tunashukuru kwamba tija inaonekana kwa vijana wetu, malengo tuliyopanga, mwangaza unaonekana ukiangalia vijana wetu hawa wengi tumeanza nao chini sana, lakini sasa hivi wengi wao tayari wanapanda siku baada ya siku, tunawaambia hapa wana nyota mbili tatu, tatu na nusu. Kwa hiyo ukiangalia mwanzo walivyokuja na hivi sasa ni tofauti, unaona kwamba tayari yale malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea yanaanza e, e, kuonekana kwa hiyo E, easy knockouts ambazo tunaziandaa, e, knockout ya mama imekuwa na tija kubwa sana e, kwa upande wetu, lakini sio sisi tu, mabondia hao Mafia Boxing Promotion, lakini hata mabondia ambao wako nje Mafia Boxing Promotion, na wao wamekuwa wakifaidika sana na matamasha haya wetu, kwa sababu ni utaratibu wetu kwamba tukiandaa haya matamasha hatuangalii tu vijana wa Mafia Boxing peke yake tumekuwa pia tukiwaangalia vijana kutoka nje ya Mafya boxing promotion. Tumeona hawa ni vijana, hawako ndani ya Mafya, wako nje ya Mafya boxing, kuna haja vile vile ya kuwapa nafasi angalau na wao wapate kufika katika yale ambayo malengo waliyojipangia. Kwa hiyo, tumekuwa na huu utaratibu wa kutoa nafasi pia kwa mabondia ambao wako nje ya Mafya boxing promotion nafikiri mmekuwa mkifuatilia sana matamasha haya na mmekuwa mkiyatazama e, na mmeshuhudia katika haya ambayo ninayozungumza. Tunachukua mabondia kutoka nje ya mafya na vijana wetu ndani ya mafya boxing promotion kwa pamoja kabisa, tunakuwa kitu kimoja, na wanaona tija inayopatikana. Kwa hiyo haya ndio, ndio malengo ambayo tume taratibu tume, tume, ambayo mafya boxing promotion. Kwa hiyo tunawahabarisha tunawahabarisha wapenzi wa masumbwi kwa ujumla ambao wako ndani ya Tanzania na wale walioko nje ya Tanzania popote ulipo, mafia boxing promotion, tarehe thelathini na moja ya mwezi huu wa kumi na mbili katika viwanja vya posta Kijitonyama, tamasha la knockout ya mama msimu wa saba unakwenda kufanyika katika viwanja hivyo. Kwa hiyo kila mtanzania mpenzi wamasumbwi awe na taarifa hii, ajiandae. Ni mtoko wa boxing na mafia boxing katika nokauti ya mama msimu wa saba. Ndugu zangu, kutakuwa na, na, na, na, na bouts za kipekee kabisa, bouts ambazo zinakwenda ku, kuchezwa katika usiku huo. Sidhani kama mliwahi kuziona kwa sababu tumekuja kivingine hivi sasa. Kwa hiyo eh, kila mtu akae tayari kuona kitu gani kinakwenda kutokea katika usiku huo. Kila mtu awe tayari kuja kuona nini kinakwenda kutokea katika usiku huo. Vijana wetu wamejiandaa vizuri sana, wakiwemo na walimu wao hawa ambao mnaona tuko nao hapa mbele. Walimu wamefanya kazi kubwa sana kwenye kuandaa vijana hawa, kuhakikisha kwamba ushindi unakwenda kubaki katika ardhi hii ya Tanzania. Kwa hiyo bauti hizi zitakuwa karibu takriban 14 na nataraji kuanza mapema kabisa, saa na moja kamili ya jioni, bauti ya kwanza inakwenda kuanza. Kwa hiyo Watanzania wapenzi wa masundu kwa ujumla wake, mlio ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, Mafia boxing promotion kwa mara nyingine tena inakwenda eh, na msimu huu wa saba wa knockout ya mama pale katika viwanja vya posta Kijitonyama, kwa vingilio rafiki sana. Kiingilio rafiki sana. Kiingilio cha kawaida ni shilingi 10,000. VIP shilingi 20,000, lakini VVIP shilingi 50,000. Narudia tena, Normal shilingi 10,000. VIP shilingi 20,000, lakini VVIP ni shilingi 50,000. Natumai kwa kiwango hicho cha pesa ambacho tumekiweka Watanzania walio wengi kabisa wataweza kumudu na watahudhuria katika tamasha hilo la knockout ya mama msimu wa saba tarehe 31 mwezi huu wa kumi na mbili, siku ya Jumatano kwa mkia Alhamisi, nafikiri kama sitakosea. Kwa hiyo kila mtanzania mpenzi wa masumbwi tujeni kwa wingi kabisa, kuja kuwasapoti vijana wetu hao, kwa sababu wao wanakwenda kupanda kupambana na mabondia kutoka nje ya Tanzania ziko bauti ambazo zitakuwa ni za ndani lakini nyingi zitakuwa e, ni bauti ambazo e, vijana wetu hawa kitanzania wanakwenda kupambana na vijana kutoka nje ya Tanzania. Kwayo, e, kwa hiyo kwa muda huu ningewatajia ni nani ambaye anakwenda kupanda katika usiku huo. Ndugu zangu, vijana hawa ukiwaangalia hata nyuso zao zimekuwa na bashasha na hamu kwa nini siku hiyo haifiki haraka? Ni ule utayari waliokuwa nao, utayari waliokuwa nao kulingana na mazoezi ambayo wamekuwa wakiyafanya, na tunafanya hivi kuwapa walimu hawa. Mkiwaangalia hata walimu zao wanaowasimamia katika mazoezi, tunao walimu wa ndani ya Tanzania wakwetu hapa nyumbani Tanzania, lakini pia tunaye mwalimu kutoka nje ya Tanzania, kocha Tipo, nafikiri wengi mnamfahamu. Tuko naye takriban mwezi mzima hivi sasa, kocha Tipo nafikiri yuko hapa. Amekuwa kishirikiana vizuri sana na walimu hawa ndani, kwenye kuwapika hawa vijana kuhakikisha kwamba wanakuwa na zile techniques tofauti tofauti, kwa sababu wapinzani wanaokuja wanatoka nje ya ta, Tanzania kwa hiyo ukichanganya ladha technique kutoka ndani ya nchi yetu hii ya Tanzania, kwa maana ya walimu ambao tuko nao hapa, lakini pia ukapata walimu kutoka nje ya Tanzania tayari, ukiunganisha vitu viwili, unaweza ukapata jambo kubwa, jambo zuri kabisa lenye manufaa. Kwa hiyo elimu hii wanaopewa hawa wanafunzi wanapata elimu kutoka nje ya Tanzania lakini pia wanapata elimu kutoka ndani ya Tanzania, mbinu kwa maana ya zile mbinu za upiganaji. Kwa hiyo tunaye kocha tipo kutoka Nigeria, lakini tunaye kocha Shepherd vile vile kutoka south Africa. Amekuwa ni msaada mkubwa sana akishirikiana na walimu hawa e, tunaye hapo kocha wetu amis mwakinyo, muda mrefu kabisa tuko nao Tunaye kocha wetu mwingine nane ambi uko naye hapa e, chino tuko naye. Tunaye kocha wetu e, dosi tuko naye vile vile. Kwa ni walimu ambao walifanya kazi kubwa sana kwenye kuandaa vijana hawa, kuhakikisha kwamba wanakwenda kuwafurahisha au wanakwenda kuheshimisha nchi yetu hii ya Tanzania. Kwa hiyo, Watanzania, tunawahabarisha Mafya Boxing Promotion kwa mara nyingine tena knockout ya mama msimu wa saba E, tamasha hili kubwa kabisa la aina yake katika mkesha wa mwaka mpya ni mtoko wa boxing na Mafya Boxing katika mkesha wa mwaka mpya pale kwenye viwanja vya Posta Kijitonyama, kwenye kila mmoja awe na taarifa hii na ajiandae kwa mtoko huu. Nani anakenda kupanda katika usiku huu? tutakuwa na bauti ya Richard Mtangi ambaye yeye anapigana na eh, Habib Kahinde Giwa. E, bondia kutoka Ghana anakwenda. Richard Mtangi anapigana au anapigania mkanda wa WBO Africa katika midweight, mkanda wa WBO Africa. Richard Mtangi anakwenda kupigania mkanda huo katika usiku huo tarehe 31, lakini tunaye Kalolo Amiri naye anapigana na Gracious Simwalizi e, bondia huyu kutoka Zambia. E, katika pambano la raundi nane katika uzi anakwenda kupigana katika, e, katika bantamweight, lakini e, tunaye bondia mwengine Ibrahim Mafia. Ibrahim Mafia huyu anakwenda kupigana na bondia e, Brahma Krishnan kutoka India e, katika pambano la raundi nane lakini ni bantamweight vile vile. Pambano lengine tunaye kijana wetu huyu maarufu sana mtoto Manzese ili pia Lali, anakwenda kupigana na Muhamed Dial kutoka Benin, pambano la uh, hii ni water weight hiinia. Pambano jingine kijana wetu Yohana Mchanja Kompyuta, wengi mmekuwa mkimfahamu mmekuwa mkimfahamu aan a, kwa hiyo Mchanja Yohana anapigana na Reigns Rosia kutoka Philippines kutoka Philippines, katika pambano la raundi nane, pambano la raundi nane. Hii ni flyweight. Eh, pambano nyingine tunaye kijana wetu Asameli Weli naye huyu, nafikiri wengi pia mnamfahamu. Asamele Welem anapenda kupigana na Emmanuel Matei, Emmanuel Matei kutoka Ghana. Huyu Asemale Welem anapigania mkano wa WBO Africa light heavyweight, ni heavyweight WBO Africa vile vile, mkano wa pigo WBO sawa sawa. WBO Africa lakini vile vile tunaye kijana wetu Tano Juma yeye na Simoni Mgoma kutoka Zambia Tano Juma atapigana na Mzambia huyu katika lightweight. lakini vile, vile bondia mwingine ni Rashid, ni Amiri Matumla Amiri Rashid Matumla Yupo hapa tuko naye, anakwenda kupigana na Lion Sebastian Deo, na Mtanzania mwenzake, litakuwa la ndani hili, anapigana na Mtanzania mwenzake sawa sawa eh? lakini bondia mwingine anakwenda kupanda ni Saidi Hakim. Saidi Hakim anapigana na Saidi Mkola, Saidi Mkola kutoka Tanzania, hili pia ni pambano la ndani vile vile. Pambano nyingine ni e, aogwa mwita, aoga mwita, yeye anakwenda kupigana na mtoto kutoka Mabibo, Oscar Richard kutoka Naos. Pambano gumu vile vile, hili ni pambano la aina yake vile vile. Oscar Richard atapana katika usiku huu wa tarehe 31 naye kwenda kuonyesha nini anacho cha kuonyesha wa Watanzania. Lakini John Patrick vile vilevile atapigana na Kato Machemba kutoka, wote ni kutoka Tanzania. Nyingine e, ni kwamba Yusuf Changarawe ndugu yetu huyu kutoka kule jeshini. Yusuf Changarawe yeye atapigana na Abdul Kisenga e, kutoka Tanzania vilevile. Pamoja nyingine ni Shauri Athman, yeye atapigana na Saidi Faraji kutoka Tanzania. Kwa hiyo haya ndiyo mapambano ndio bouts ambazo zinakwenda eh, kufanyika katika usiku huo wa tarehe 31 mwezi huu wa kumi na mbili katika viwanja vya posta pale Kijitonyama Kuyo, wa Tanzania. Kwa hiyo tunawaomba na tunawaalika Watanzania wapenzi wa masumbwi kwa ujumla, tuhudhurie kwa wingi kuja kwa kuhakikisha kwamba tunawasapoti vijana hawa ili ushindi uweze kubaki katika ardhi hii ya Tanzania nafikiri niishie hapo kwa awamu ya kwanza, kama kutoka na awamu ya pili, basi MC atakuja kuniongoza. Asanteni sana, asante.